Mama uh, hawa wanaona waandishi wa habari waliokuja mbele yako ni wanatoka Global Publishers na Global Publishers tuna vitengo vingi naam. Kimoja kitengo chetu ni Global TV Online naam. Uh, hawa ndio leo wameamua kuja kutoa msaada kwenye kituo chenu cha watoto yatima tunashukuru. Eh, kwa hiyo amini zawadi hizi zitakazotolewa ni kwa sababu ya kufanikisha sikukuu uh, ya Eid al-Fitr hapo kesho. Mama, mbele yako ni bidhaa na vitu kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Fitr, vinatoka Global TV Online. Hii ni idara moja ya Global Publishers. Kwa hiyo wametaka kuungana nanyi katika sikukuu hii na hawa watoto yatima. Kwa hiyo tumeamua tukuletee hivi bidhaa, ili kesho watoto wafurahi katika kituo chako. Kwa hiyo uh, hapa kuna sukari, hapa kuna soda, hapa kuna mchele kilo mia, uh, kuna chumvi Ee, kuna biskuti ee, kuna sukari hapo, kuna majani ya chai, kuna unga ngano. Nadhani hata kesho chapati tunaweza tukaipata hapa asubuhi, hmm. kuna maji ya kunywa. Mimi ni Rahma Juma Kishumba ambaye ni mlezi wa watoto hawa Umra Orphanage Center. Nasimama hapa kutoa shukurani kwa wageni waliotufikia usiku wa leo kwa ajili ya kuja kuwafurahisha watoto. Hivyo basi, hatuna budi na sisi kuwaombea uongozi wa Umra kuwa kwamba Mwenyezi Mungu awalipe kila laheri, na kisha tukitoa wito kwa watu wengine waone wenzako walivyofanya kuwafurahisha watoto siku ya Idi, kuanzia soda, mchele, sabuni, mafuta, ungangano, chumvi, kila kitu ambacho kinahitajikana siku ya Idi. Jina naitwa Rahma Yusuf Nasoma shule ya White Rose primary School. Nawakaribisha nyumbani kwetu Umra, karibuni sana. Kwa majina naitwa Shakira Salum, natokea hapa Umra Orphanage Center. Napenda kuwashukuru wageni wetu kwa, kwa, kwa kutuletea zawadi hizi. Tunawashukuru sana, tunaombeni Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, na isiwe mwisho wenu kuja hapa Umra. Karibuni sana. <tinyo>